Namna na hapa na tunao tuna, tuna viongozi ama tu washikadau ambao wamekuwa eh, ni baadhi tu ya wale ambao kuhakikisha kwamba eh, jaa hili litakuwa linabadilika eh, na kuwa sehemu nyingine ambayo itakuwa ni sehemu muhimu katika jamii. Na hapa eh, nipo naye chifu hapa ambaye tu tayari kwa mkono wangu kulia, nipo tuzungumze naye tu atuweze kutuambia siku ya leo eh, kwa nini yupo hapa na kwa nini amehakikisha kwamba jaa hili eh, watu wanashikana mkono ili kuhakikisha kwamba eh, linaondoka na kuwa, kingine, na kuwa kitu kingine muhimu nam mwana chifu. Na asante sana kwanza, kwa majina naitwa Mshali Suleiman, na shughuli ya leo kwanza mi niko na furaha kwa sababu hii ni katika ile harakati zetu za kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa safi na salama mbali, yani maeneo yetu yanakuwa yanakuwa safi kutokana na matakataka. Leo sina mengi ya kuongea, kwa sababu hili zoezi lianza toka mwanzo siku zile kama miezi mitatu iliyopita na tumeona kwamba limekuwa na ushirikiano mzuri. Leo county tuko nao, jamii imejitokeza, na sisi national government, kila kitu kiko sawa. Na niko na kitu kimoja tu kizuri cha kuweza kufurahia kwa kukitaja, kwa kupitia zile vikundi ambazo kwamba zilijitokeza e, imezi kadhaa iliyopita tukifanya usafi wa jaa letu ambapo kwamba saa hizi limeimarika hakuna taka tena. E, vikundi vilileta shida zao kwamba katika changamoto ambazo kwamba wanapitia kama shughuli zao za kusafisha za kusafisha mtaa kwamba wana vifaa kama vile gumboots, e, gloves helmets, e, reflectors na mashepe na mareki. Tuliwaahidi na tukatafuta washikadau. Hata tunavyosema leo bwana eh, kina Hamas tuko nao hapa na meza, kuna mshikadau ameweza kujitokeza, amewazawadia gambuts, amewazawadia gloves eh, mashepe, reki, yani kila kitu kiko sawia, na pia kwa sababu hii hi shughuli yetu ni shughuli ya kuendelea, tunaahidi na tunasema vile vikundi vingine vyote ambao kama vinafanya usafi tuko tayari kusaidiana kwa kupatia motisha wale ambao wanaji, wanajisi, shida wanajihisi wako na shida moja mbili katika harakati zao za kufanya usafi. Tuko tayari tutaongea na wale wapenzi wa maendeleo, na nina imani watawasaidia. Hata unavyotuona hapa, pia kuna kaunti pia tuko naye amejitokeza ubavuni kwetu, pia kuna gari hapa, wamevunja shughuli zao, iko hapo kwa ajili ya kusafisha hili jambo, lile kwamba liko kona mbaya watu wamelalamika kwamba ambakwamba wanaishi maeneo wafanya biashara, kwa sababu watu wanatupa taka usiku. Kwa hiyo malengo letu, malengo yetu kumaliza hii sehemu ni kwamba tutasafisha, na baada ya hapo hii sehemu tutaipanda miti, itakuwa bustani ambao kwamba tutachagua kikundi ambacho kwamba hii bustani itakuwa inaendeleza, wakiuza maua wakiuza miti, na imani hiyo shida itaisha kabisa. Kwa hiyo niko na wenzangu wengi hapa, nadhani kuna jamii wamejitokeza, kina mama hata wao wana mengi ya kuongea, lakini kwako eh, mkurugenzi mwelekezeji na, a, na a, pengine tu eh, ninaye kaka pia ambayo iko hapa pia eh, ukiwa tu ni baadhi ya wale vikundi ambavyo eh, wamezawadiwa kupewa tu eh, zile eh, vitu tu vya kutumia ili kuhakikisha kwamba eh, mtakuwa mnafanya kazi yenu ya kufanya usafi ikuwe sawa, kuangalia tu pale kuna gumboots, eh, tuna, tuna pia overall, ama apron kwa lugha tu ingine. Pengine tu ukiwa kama kijana wewe, unajisikiaje? wabarakatuh kwa majina, anaitwa Omar Madeni, mimi ni mkazi wa Vitangalaweni kona mbaya, sehemu yetu. Tumekuja leo, tuna furaha kubwa sana, tunafanya tunafanya usafi pamoja, ili hali nyingine nzuri, vikundi watakaojitokeze vijana, muweze kuonekana tu sisi tuko pamoja na nyinyi watu wa kaunti. Twaomba twa sana ushirikiano wenu, na kulingana na huku kwetu, donda sugu mwanzo ni hizi nyumba ambazo zinatusumbua zinamwaga taka, takataka usiku kwao. Tunapenda sana pande za huku kwetu pia mtokee pia maaskari ambao tunaweza kufanya nao kazi, kuhamasisha hili jambo ilosafir likawa pazuri kwa hayo machache asanteni sana na, na ukiona kando yangu pia hapa e, ni nao tu baadhi tu ya e, shikadau ninaye pia kiongozi hapa ambaye ningependa tuzungumze naye apate kutuambia siku hii kwa e, e, tu ya leo kwa nini yupo hapa kwa kisha kwamba mtaro huu utabadilika na kuwa sehemu nyingine tofauti na mkaka, pengine tuambie tu majina yako kisha tuambie siku hii ya leo kwa ajili gani na wewe upo hapa kwa kisha kwamba umekuwa baadhi ya wale ambao wamehusika kufanya usafi. Uh, kwa majina mimi naitwa Juma Kali ne... Ward administrator wa ward ya Shikadabu, leo nina furaha sana kuwa hapa na kushirikiana na washikadau wenzetu ambao ni national government na mashirika haya yaliyoko hapa na vilevile vile vikundi na jamii ambao tumeshirikiana kusafisha, na kitu nataka kusema ni kwamba mpango huu unaenda sambamba na mpango wa gavana wa kuempaa vikundi vya kijamii katika kufanya masuala ya, ya usafi kwa hivyo hata sisi kama kaunti tutaweza kuzingatia uh, kusupport kikundi ambacho wenzetu wameweza kukipatia ufadhili kiasi, na sisi tuchukue kutoka hapo kwenda mbele. Vile vile tumeona kwamba hapa kuna mtaro wa maji ambapo unasaidia kukinyesha, mvua maji yanatoka. Kwa hivyo uh, tutashirikiana na wenzetu kuhakikisha kwamba taka hazitupwi hapa na maji yaweze kutembea vizuri. Kwa hivyo leo ni siku ya fura, furaha sana na tumeleta gari hapa na bado tutaendelea kushirikiana katika uh, mambo ya usafi. Asante. Naam, ukiangalia uh, pia nipo naye hapa e dada ama pengine mama ambaye pengine tungependa tuzungumze naye pia na wamejitolea kuhakikisha kwamba pia na wao wako hapa. Pengine tu e, tuambie jina lako kisha tuambie siku hii ya leo kwa nini uko hapa. Naam. Okay, habari zenu tena. Mimi kwa majina naitwa Sharon Otieno mkazi wa Kona Mbaya. Mimi nimeshukuru kuona vile mumejitolea, mumetupenda maana kwanza shikadabu, tushukuru sana. Si rahisi ama si si rahisi kuona vile watu wamejiumika pamoja kuja kutufanyia usafi kama hivi. Sio wote, sisi yaani tu, tuone tumependwa. Azinashukuru kwa ile kujitolea mmejitolea, mzidi kuwa hivyo. Na zaidi mimi naomba mngetuletea security. Leo mtakuja mtafanya kama hivi, kuna wengine hawachukulika ni kitu ya serious, maana kuna wengine wameacha kazi zao wamekuja kufanya kitu kama hino. So mtatufutie security, na security mtakuwa utafutia si ule wa kutunyanyasa. Kila mtu ako na upungufu wake kama binadamu. So utafutie mtu ambaye ni mkubwa, ni mtu ambaye anajielewa, akituelimisha pia vitu vingine. Yani kama hizo mambo na usafi izidi mno. Mimi nashukuru kwa wao yote, nimependa vile jitokeza na nimependa vile mkono umoja. Napenda kazi yenu naam, ah kiongozi pia ninaye hapa e, ni baadhi tu ya wale e, ambao wameweza kusaidiana na viongozi e, tu kutoka kaunti kuhakikisha kwamba wamefadhili e, kazi hii ambayo inaendelea. Pengine tu kiongozi tuambie e, siku hii ya leo e, kwa ajili gani mliamua mko hapa na kuhakikisha kwamba e, taka hili linabadilika na kuwa bustani ambayo itakuwa ni ya mafanikio katika jamii. Uh, nam, asante uh, kwa majina ya Nicolas Songora, mkurugenzi wa shirika la Manyatta Africa. Ama kweli tuko na furaha sana, kwa sababu uh, jukumu na lengo letu kama shirika ni kushirikisha wananchi wajiunge, wachukue uongozi katika masuala uh, ya kuweka mazingira yawe, yawe salama sawia. Tunaona kwamba uh, tabia nchi ni changamoto kubwa, uh, mabadiliko ya anga vile vile, vile yanathiri pakubwa. Kama wananchi watachukua majukumu wa ya kuweka maeneo safi, bila shaka mkupuo wa maradhi unaongezeka na watu wanapata hasara kubwa. Kwa hivyo uh, kupitia mradi wa uh, wajibu wetu jumuika sikika unaofadhiliwa uh, uh, na shirika la uh, Forum Civ. Uh, tumeweza kushirikisha wananchi kusongeza kati na letu jukumu ni uh, kuwezesha watu waweze kuungana kuleta vifaa vya kufanya usafi uh, na pia kuhusisha uh, serikali kuu, serikali ya ugatuzi, sababu ni majukumu ya kila mshikadau kuweza uh, kusukuma, kusukuma, uh, kat, kat, kat, katika swala hili um, kubwa na umuhimu ni kwamba wananchi wa sehemu hii ya Kona Mbaya wamechukua uh, hatua ya kujitokeza hmm. Hakuna anayewalipa, hakuna anayempatia hela uh, lakini kachukua jukumu la kuhakikisha kwamba tunazuia taka, na nafurahi sana kwa sababu uh, ka, uh, ka, ka, kauli mbiu iliyotokezea hapa ni kwamba baada uh, ya kufanya usafi lazima tulinde, kwa sababu wanaochafua mazingira hawa ni wengine, watoka nje, si wakaazi wa sehemu hii. Kwa hivyo kutakuwa na kushika doria, wananchi wamejitokeza wenyewe kwamba watakuwa wanaangaliwa, wakiwemo bodaboda na wakazi wa hapa, maaskari wa maduka Mtu akikamatwa akimwaga takataka katika sehemu uh, hii atachukuliwa fikisho katika vyombo vya usalama na kuchukuliwa hatua iwe funzo kwa wengine. Kwa hivyo na kama shirika na, na lengo letu kuhakikisha kwa kwamba tunajaribu kutafuta njia mbadala ya kuweza kufanya sehemu hii ibadilike, kwa sababu ikikaa wazi hivi, bila shaka tunaona kama ni sehemu ambayo haina maana. Kwa hivyo ya ama tutafuta njia ya kuweza kubadilisha sehemu hii nimekuwa ni dumping site, sasa iweze kuwa ni Garden of Hope. Ikuwe ni sehemu pengine za kupanda maua tupande miche ili mradi vijana pia wasitupata ajira, ukiwa kuko bizi hapa bila shaka itakuwa doria inashikwa kikamilifu. Vijana watumia sehemu hii kuzalisha hela kwa kuuza maua na kuuza miche, kwa hivyo ni jukumu wetu kwa sote na tutafutia washikadau uh, private sector waweze kuunga mkono katika shughuli kama hii kwa kuhakikisha kwamba nafasi hii inakuwa ni kielelezo, Korna Mbaya inakuwa ni kielelezo kwa sehemu zingine kusana maswala ya kulinda mazingira naam. Na uh, basi mimi nimekuwa tu, si Tati Musa hakikisha kwamba tumekita tukambi hapa kona mbaya, tu hakikisha kwamba tunakuletea habari pindi itakapokuwa, si Tati Musa, Anika TV.